Hiyo inakuwaje? Mambo vipi ya Goba, the name the woman. Na hii hapa ni The World Media, na leo bana, nimekuja na playlist ya ngoma kumi ambazo zimeweza kufanya poa katika mwaka elfu mbili na ishirini na tano. Kama tunaweza fahamu, tumeweza kumaliza mwaka elfu mbili na ishirini na tano lakini hatuwezi kumaliza hivi hivi kwa upande wa burudani bila kuweza kutaja ama kuzipa shavu na kuwapa shavu wasanii ambao waliweza kufanya poa kinoma noma kwenye mwaka elfu mbili na ishirini na tano. Listi wana ndo hii hapa, na wimbo wa kwanza ambao umeweza kufanya poa kwenye mwaka 2025. Wimbo wa kwanza kabisa ni Power ya kwake Mbosso. Lakini pia nyimbo ya pili bana, ni Nairobi ya kwake Marioo featuring Bien from Kenya. Na wimbo wa tatu ni wa Harmonize Furaha. Na pia wimbo wa nne ni wa Marioo, unafahamika kama Tete. Na nyimbo ya tano bana, ni nyimbo ya Abigail featuring Harmonize, unafahamika kama Me Too. Ya, lakini pia nyimbo ya sita bana ni Salama ya kwake Barnaba featuring Damond Platinum. Na ngoma ya saba ni ya kwake Zuchu inafahamika kama Amanda. Lakini pia na ngoma ya nane ni ya Dogo Pateni inafahamika kama Afande, ambayo humo ndani amemsikisha dada Zuchu. Ngoma ya tisa bana ni Katamu ya kwake Damond Platinum featuring BNCO Kutokea nchini Kenya na goma la kumi ambalo linatufungia playlist yetu ya leo bana ni la Mvua ya kwake Totobadi. Lakini pia na wewe unaweza kudondosha comment yako hapo chini, kwamba kutokana na mtazamo wako, nadhani ngoma gani imeweza kufanya poa zaidi kwa mwaka 2025 kutokana na playlist ambayo nimekuandalia.